Ni tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2017. Karibu katika Jamii Leo ili uweze kufahamu yale yote yaliyojiri siku hii ya leo katika mtandao wetu wa JamiiForums. Mimi ni Hasna Ali. Mimi ni Ramadhan Goda na tunaanzia na taarifa kuhusiana na Waziri Tizeba kusema Tanzania haina njaa, bali ni uhaba wa chakula katika baadhi ya maeneo. Naam, Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Dr. Charles Tizeba amesema Tanzania haina njaa, bali ni uhaba wa chakula katika baadhi ya maeneo na serikali ina hifadhi ya chakula ya kutosha na kuwaomba wananchi kutumia hifadhi ya chakula walionayo kwa uangalifu mkubwa. Baadhi ya wabunge wameitaka serikali kufanya tathmini ya kina kuhusu hali ya chakula kutokana na maeneo mengi kuwa na uhaba wa vyakula huku wengine wakitaka serikali kuharakisha kutoa chakula cha msaada katika maeneo hayo naam katika upande wa takwimu maoni zaidi ya elfu tatu mia nne asilimia 57 wamepokea taarifa vizuri na kuitaka serikali iwe inatangaza mapema hali halisi na huku asilimia 45 wamekazia kuwa swala la njaa lipo hiyo ni kwa upande wa takwimu lakini tukaelekea kwa upande wa maoni ya wadau tukianza naye chambi chambi anasema hizi taarifa zilitakiwa kutoka kutolewa mapema hongera kwa serikali kukubaliana na hali halisi na kushughulikia tatizo. Barafu naye anasema hakika ni dhahiri kuwa njaa haifichiki, ni uhakika, sasa tuna upungufu wa chakula nchini ambapo kwa Kiswahili kifupi ni kuwa tuna njaa ndani ya nchi katika maeneo mengi ambapo watu wanashindia maembe na mizizi. Hiyo ni habari yetu ya kwanza na tuondoke hapo sasa, tuje katika taarifa kuhusiana na matokeo ya kidato cha nne, nne, 2016 kutoka na shule za Dar kutia aibu mm-hmm. Baraza la mitihani nchini NECTA latangaza matokeo ya kidato cha nne kwa mwaka 2016 ambapo wavulana wamefaulu kwa asilimia 73.26 huku wasichana wakifaulu asilimia 67. Wanafunzi 277,283 sawa na asilimia 70.09 waliofanya mtihani wamefaulu huku shule za Feza, St Francis na kaizerege zikiendelea kuongoza. Shule za Dar es Salaam zaongoza kwa washika mkia, ambapo sita kati ya kumi zilizofanya vibaya zinatokea mkoa huo. Asilimia 60 ya wachangiaji zaidi ya elfu ishirini na tano wamehoji kuhusu shule za serikali kutofaulisha na asilimia 40 wanadai anasa za daa zimewafilisha vijana. Baadhi ya maoni ya wadau, kisu yeye ikasema shule za serikali chali hii, ni aibu kubwa sana. Mm -hmm. Wakati uh, Mdamali anasema wanafunzi wa daa punguzeni kushinda mitandaoni kwa anasa na utoro mashuleni. Natia aibu sana. Naam, tukiacha na habari hiyo tunaenda katika hoja ambapo leo yasema Mkwasa aukwaa ukatibu ya kwa ukatibu mkuu wa Yanga yametimia? Ndivyo ilipokuwa hoja yetu hiyo na kwa upande wa hoja hiyo tunaambiwa kwamba aliyejiuzulu ukocha wa timu ya taifa ya Taifa Stars Charles Boniface Mkwasa ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Yanga. Afrika ni na mashaka kama uteuzi huu utakuwa na tija kwa Yanga kwa kuwa Mkwasa aliyejiuzulu ukocha wa timu ya taifa bila sababu za kueleweka. Na akimalizia kwa kusema au aliachia ngazi kwa kuwa kuna maslahi Yanga walishaanza kuongea naye. Time will tell. Ndivyo anavyomaliza hoja yake hiyo na kwa upande wa takwimu, asilimia hamsini na tano ya wachangiaji zaidi 6000 wenyewe wanaamini ataisaidia Yanga na asilimia arobaini na tano wanasema wanambeza naam. Katika baadhi ya maoni ya wadau, chakusa yeye akachangia kwa kusema amejiuzulu kazi ya heshima na ya kizalendo, anaenda kukomaa na klabu. Nimemdharau mnaazi anasema kwamba Mkwasa ni jembe, naamini ataifikisha mbali Yanga na kuwa eh, ya kimataifa kweli Yanga, kampuni kubwa sana Afrika. Naam na, na hivyo ndivyo ambavyo tunamalizia Jamii Leo siku hii ya leo. Jina langu ni Hasna Ali, mimi ni Ramadhan Goda, nikusihi tu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube kwa kuandika tu Jamii Forums. Mwisho ni... mwema wa Januari <laughs>